Sasa hapa nataka ni kuelekeze namna gani ya kuanza kutumia. Ukishaifungua dashboard yako itaonekana hivi, hii ndio view ya, ya site yetu. Hapa itakuwa na kuonyesha mauzo mauzo halisi, profit na expenses ya, na kama kuna vitu vimepungua dukani vitakuwa vinakuja hapa, hili ni low stock. Sawa, sasa vitu vya msingi ni huko kwenye product, kuna customer, kuna supplier, kuna sales, kuna purchase, kuna due list, kuna product list, kuna recorded expenses profit tax eh uh, so hii subscription setting and whatever. Pia kwenye setting hapa, bonyeza hapa kuna currencies notification na employee role. Hapo unaweza ukawatengenezea kutengenezea account ya wafanyakazi wako na ukawapa access waweze kufanya hichi na hichi wasione hichi mzo kapa access kwamba wafanye warekodi mauzo tu wasioni faida. Sasa vivyo vyote, whatever ambao utataka wewe. Sasa tuje sehemu ya kwanza ya record products. Record product hii ni sehemu pekee ambapo unajaza vitu vya dukani kwako unaviweka. Mfano, unakuja hapa products, unakuja kwenye add product mm, ya ambapo sasa labda tuseme eh, product ya kwanza let's say labda ni Panado na kwa mtu wa pharmacy Panado Yeah. Sasa hapa nakupelekeza nakupeleka na, na, na kwenye sehemu ambazo za msingi za kujaza tu. Kuna hii Panado, ehe, hii brand. Unachana stock, unakuja labda unazo ngapi dukani kwako? Labda una ah, unazo 100 naandika 100. Purchasing price labda labda labda kwa kale kanaandika moja, sijajue inaitwaje, labda moja nimenunua shilingi 300, naandika 300. Uh, selling, selling price selling price, labda unauza wewe 500 unaandika 500. Automatically sisi misha calculate ya percent huko. Unakuja wholesale price ah, wholesale price wewe kama unauza ni bei zako moja zote, maana yake hapa unajaza 500 hiyo hiyo, wholesale price na dealer price 500. Lakini kama unatofautisha bei, maana yake unaandika kwa bei ambazo unatofautisha kwamba mtu wa rejareja wa jumla unamuuziaje, na yudi ni kama winga unamuuziaje. Lakini kama wewe bei zako ni moja, unaandika tu pote hapo 500. Selling price, na price 100, 500. Na kutoka hapo, unakuja low stock. Low stock ni kupata taarifa kwamba upate alert zikipungua zikibaki ngapi. Maybe zikibaki hapa PC 50 ujue kama panado zimeanza kupungua dukani. Okay? Baada ya hapo unakuwa tayari kumaliza. Kwa sehemu za msingi umeandika name, umefuata stock, umefuata purchasing price, selling price na unaandika low stock. Baada ya hapo na save. Yeah, okay, save automatically tayari anaenda kwenye sales list. Enda kwenye list yako yote, unakuja una hadi product nyingine tena zote utakao zitaka zote. Labda unauza mafuta, labda ni olive oil oil oil oil. Unakuja kwenye stock, labda una piece 200. Unakuja purchasing price, labda imenunua 4000, half selling price, labda unauza shilingi 8000. Eh, unajaza shilingi 8000, shilingi 8000 Low stock labda zikibaki pesa 50 nipate taarifa, kisha na save. Uh, ni laisi ni laisi. Hey, ni laisi kwa product zako zote utazijaza na zitaonekana hapo. Uh, labda sehemu nyingine ya muhimu ni sehemu ya kuuza, sehemu ya kuuza. Kwenye kuuza, ni unakuja hapa, unakuja kwenye sell. Unaweza ukabaki hapo kuona ilivyokaa, lakini vyovyote vyovyote kuuza, unakuja kwenye sales, unaenda record sales ni record sale kama kawaida. Product zako zote ambazo umeziadd zinaonekana huku. Kwa hiyo kama product mtu kaja, unaitafuta una search tu hapa, labda ni mtu kaja dukani anauliza kitu fulani, kwa sababu una vitu vingi, una kama kipo au hakipo, una kisearch tu hapa, kisearch hapa kinakuja kinakuja olive oil. Olive oil hii hapa imekuja, unaibonyeza tu mara moja pap. Ukishabonyeza inatokea hapa mara moja tu, kibonyeza inatokea hapa. Kama mtu anataka labda 2, 3, unaweza ukaongeza idadi hapa au ukabonyeza hapa hapa, zinaongezeka idadi ukibonyeza hapa e. Sasa unahakikisha tu unapokuwa unauza, angalia quantity ngapi, labda useme alikuwa nataka ni mbili e, unaandika mbili hapa e, eh mbili unaandika mbili pap, na automatic system ina calculate kwamba mbili ni elfu kumi na sita unaandika amount received ni elfu kumi na sita Lazima uandike amount received, kwa sababu usipoandika inaonekana ni deni. Unaandika amount received elfu kumi na sita kisha una save. Tayari umeshafanya mauzo, unabaki hapa, kibaki hapa. Kwa hiyo dashboard inaonyesha, itakuonyesha mauzo yaliyofanyika shilingi elfu kumi na sita kwenye sales huku, sawa kabisa. Ah, nadhani na kwa hapa tunaweza kupata picha ya awali, then tutaendelea.